Tanzania inapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, mvutano wa kisiasa unaongezeka kutokana na wito wa mageuzi makubwa. Chama kikuu cha upinzani Chadema kinadai mabadiliko makubwa ya sheria za uchaguzi na katiba, kwa kuamini mfumo uliopo uhakika wa kuru na za haki. Kauli mbiu yao ni ipi? Hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi. Chadema inatishia kususia uchaguzi isipokuwa kama mageuzi yatafanyika, ikiweka shinikizo kwa serikali na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Lakini serikali na msajili wa vyama vya siasa wanasisitiza uchaguzi utaendelea kama ulivyopangwa chini ya sheria zilizopo. Wakati huo huo, Rais Samia Suluhu Hassan amefungua milango kwa mazungumzo ya kisiasa, akirudisha mikutano ya hadhara na kuruhusu viongozi wa upinzani waliokuwa uhamishoni kurudi. Hata hivyo, msimamo mkali wa Chadema umeibua mjadala hata mgawanyiko ndani ya upinzani wenyewe. Licha ya mvutano, maandalizi ya uchaguzi wa 2025 yanaendelea, ikiwemo kusasisha daftari la wapiga kura. Tanzania ipo njia panda, ikisawazisha wito wa mageuzi na hitaji la uchaguzi wa amani na kuaminika.